Ili kikao kiwe na tija, baada ya kutoka hapa tupate matokeo, tusije tukaongea tu hapa halafu mwisho utekelezaji ukabaki vile vile kama tulivyozoea. Kwanza umeweka historia ya kukutana na haya makundi, wenyewe hao wanajua kwamba sio jambo jepesi mbele yao huko, wewe waziri mkuu, sio jambo jepesi ndomaana ukisikia sifa nyingi, Mweshimuwa mkuu wa mkoa, Mweshimua mkuu wa wilaya, ndo watu ambao wanakutana nao mara nyingi na changamoto zao zinafikaga mwisho wazitatuliwi. Sasa kwanza kipekee tukushukuru, lakini tayari kuna kazi ulishaifanya. Ao bodaboda natakiwa pia wakushukuru katika watu waliopigana kutoa faini shilingi fu mpaka shilingi 10000 ukiwa waziri wa fedha, hiyo kazi umeifanya mwenyewe, wahiyo palipobaki haya malariko mengine nikwenda kumalizia tu, kwa sababu Mungu amekuinua kutoka pale, amekupa nafasi nyingine yenye nguvu zaidi ya kushauri chochote ambacho kinaweza kikafanyika kwenye haya mafanikio unayoyasikia, japo asilimia hamsini yote ni mkoa wa Dar es Salaam. Yaani sijui tuna mfumo tumekopeshana, kuna watu wamekopa ni, ni, ni Dar es Salaam, kama ni machinga Dar es Salaam, kama ni bodaboda Dar es Salaam. Sasa nikuombe nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi natamani uache legacy kwenye makundi matatu: mamalishe, boda boda pamoja na machinga. Boda boda hawa hawawezi kumsahau Lowasa. Hajawasaidia chochote marehemu, lakini ile kuwatambua kwamba ni sehemu ya hamasa kwenye masuala yote za kiserikali na aktiviti za kichama walijiona kama ndo baba yao. Sasa leo uko wewe, lazima kuna kitu tukifanya. Kweli tumehangaika sana kutafuta fursa kupitia serikali, vitu vingi vilikwama. Mifumo tulioitengeneza kama imeweza benki kuamini serikali, mpaka leo bado maeneo mengine haijaamini. Kwa mfano, huu mfumo wa bodaboda ambao unamilikiwa na chama cha bodaboda mkoa wa Dar es Salaam, mfumo unasoma detail zote za mtu. Tumejaribu kushare kwenye maeneo mengi, lakini watu waliokuja kutusikiliza na baadaye kutoa mikopo ni sia ladib benki, lakini ni baada ya boda bodaboda kulalamika kwamba tunakopeshwa pikipiki ambazo zina maumivu makubwa. Kama sisi ni chama, tupewe dhamana tuwakopeshe wenzetu kwenye riba nafuu, ili tuweze kuvuka. Lakini tatizo amelisema hapo, tatizo ni kianzio. Sasa kama mama ametenga bilioni mia mbili kwa ajili ya kuwabeba mi nadhani hiyo ingependeza sana kuwa ndo kianzio, alafu bodaboda aende pale na kitambulisho chake tu na leseni akachukue pikipiki, kwa sababu hata wale mkataba wao SDB wanasema pikipiki nauzwa milioni tatu, lete basi hata laki sita. Lakini ile laki sita sio kwa maana yote unalipa pikipiki piki. kuna karibuni laki mbili ni kwa ajili ya bima kwa ajili ya matibabu na vitu vingine vyote. Sasa kama serikali kweli na nia ya kusaidia watu hawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, acha ligas kwenye jambo hili, wewe ndio uwe mtu wa kwanza kuindozi jambo hili na lionekane linafanyika kazi mikoa yote. Lakini kama hilo tunapata ugumu kupitia hivi vyama kwa sababu hivi vyama havina utaratibu wa kikodi wala utaratibu wa kibiashara kwa sababu vyama vyao ni nani profit, basi sisi pia tulikuwa tumeshashauri shauri na tumeshauriana Uwe na sacos za kila mikoa. Hapa nasikia kuna viongozi wa mikoa wamekuja kwa mwambulio wa vyama vyao, basi vile vyama viwe na sacos, ili sacos kwa sababu ni taasisi ya kifedha. Ile sacos kama hela mtaweka benki, kwa sababu inawezekana si hatuaminiki, hawa watu hawaaminiki, basi zile sacos ziwe na mikataba na benki wow, wenye wao wenyewe wa wakopeshane kwa utaratibu wao, benki kazi yao kwenda kulilizi tu, hilo pia linawezekana. Kwa hiyo ndio maana nikasema kikao kikawiki, tuje tupate na implication mbele kwa hiyo ama vitumike vyama vyao kama tunavyotumia mkoa wa Dar es Salaam kwenye mabenki wapate zamana kwenye mikoa na kwenye wilaya zao, ama basi kila wilaya ya kupitia vyama hivi vya mikoa vitengeneze sacos, serikali iweze kuindoze mtaji mdogo kwenye hizi benki, afu benki ziendelee kuwakopesha hawa kwa masharti nafuu. Hilo la kwanza, lakini la pili, upande wa, upande wa bodaboda, kwa sababu mimi ni huku na huku, wote hawa ni vijana wangu na mimi ni kaka, kaka zangu wengine ni wadogo zangu. Kwa hiyo nawafahamu changamoto zao upande wa machinga hivo hivo, hiyo biashara tuliosema tumekopeshwa hapo na maendeleo benki zaidi ya bilioni kumi ilikuwa ni biashara ya chama cha kari, machinga Kariakoo pamoja na maendeleo benki, lakini viko vyama vingine, viko goaso kule Gongo la Mboto, viko chama cha Kinondoni, lakini bado tuna changamoto hiyo, kwa sababu hizi taasisi ni nani profit? Sasa kama inawezekana pia Dar es Salaam hapa tayari tulishatengeneza SACCOS, mheshimiwa waziri mkuu na wewe unajua utaratibu wa kutengeneza SACCOS uweke milioni kumi sijui ukae miezi mitatu ndio cheti kitoke. Vitu vyote vilishakamilika, tukaenda kuingia mkataba na CRDB Bank. Na CRDB walifikia hatua wakasema, kama hii SACCOS ni ya machinga na mtaweza kuweka hela zenu wenyewe, kwa sababu tulipiga hesabu, fanya tu tue na machinga laki mbili kila mtu akitoa elfu kumi ni zaidi ya milioni mbili tunaingiza kwa mwezi, au shilingi elfu moja kila mwezi, miezi kumi na mbili shilingi elfu kumi na mbili tutaingiza zaidi ya milioni 1.2 kwa mwaka wakaona kumbe mfumo wa sakos tukiweka kwa machinga unaweza ukasaidia sana. Sakos ile tumeanzisha kabla hatujaanza kukopesha mi suko suko kibao. Sasa mi nikuombe mheshimiwa waziri mkuu, sakosi ya mkoa wa Dar es Salaam ingekuwa ni mfano wa kwenda kwenye mikoa kama mitano mikubwa, Mbeya, Arusha, Dodoma, Mwanza, kuwa na mifumo kama hii ya kisakos ya kuwasaidia hawa watu tuvuke hapa tulikotoka. Ndio maana ninahusia sana mheshimiwa waziri mkuu, kwa nafasi ulienao unaweza ukaacha legacy kwenye haya makundi mawili. Na haya mambo yakifanyika ndani ya mamlaka yako, najua mheshimiwa Rais ukimshauri jambo hili atalikubali, atali utaacha legacy, na kokote utakopita, watu watasema baba amepita. Asante sana. Kwa hiyo mimi nikuombe, mheshimiwa waziri mkuu, kwanza ili zoezi la mkutano wa leo, tukupongeze wewe kwa kutoa nafasi, lakini mimi ningeshauri kwanza jambo hili liende, likafanyike mikutano. Hawa viongozi wa mikoa waliokuja angalau waonyeshe wanatija, kwa tuweke mikoa isiyopungua mitano au kumi ikafanyike sampu ya mkutano kama huu wa kuelimishana, namna ya kutoka tulipo kwenda mbele kwa ajili ya kuangalia fursa za serikali. Kwa hiyo kuwe na timu ya shirikisho la bodaboda na timu ya mama ntilie na timu ya machinga isiyozidi watu kumi, angalau ikafanya mikutano maeneo matano au kumi Tanzania imikoa mikubwa lakini pia timu hiyo ipate nafasi baada ya kuzunguka kwenye mikoa ilete kwako mpango mkakati na changamoto tulizozikutana nazo huko maeneo mbalimbali, ili wewe pia uone kwenye namna ya kushauri kutoka tulipo kwenda mbele. Baada ya kusema hayo, nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili liko mikononi mwako, wewe ndio tunayekusikiliza na tunakusubiri maamuzi yako yatutoe hapa ya tulipo twende mbele. Asante sana, asante sana, asanteni sana sana, pia kwa wote ambao mmepata nafasi ya kutoa michango yenu na imani meza kuu imeipokea. Mheshimiwa wa Waziri Mkuu, naomba sasa kwa ridhaa yako tupate salamu za mawaziri ambao mawaziri hawa kwa namna moja ama nyingine wanashughulika eh, na makundi yote haya mawili. Tafadhali, kwa dakika mbili mbili tu, naomba nianze na Mheshimiwa Raima Rihal Kisuo, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Makofi tafadhali, Mheshimiwa naibu waziri akiwa wamachinga. Hoye, hoye boda boda hoye, hoye. Dar es Salaam hoye, hoye na umoja wenu pia hoye, hoye. Jina langu naitwa Rahma Riadhi Kisuo, mbunge wa viti maalum wa Angels